Mheshimiwa raisi, karibu sana, tunakusikiliza. Marahaba. Mjambo. Hatujambo. nimemsikia Diamond, maombi yake nimeyasikia na nimeyapokea, na nimemfurahia kusema yeye, nia alishiriki sana katika kampeni <laughs> asante, asante sana, mheshimiwa. Mheshimiwa, na wasanii wengi walishiriki kikamilifu, kwa hiyo na nasema tu kwamba maombi yake nimeyasikia, ndio nitapanga muda, siku moja nitakuja kukutana na hao kusudutukiwa na, na, na, na magani nzuri ya kufanya katika kuwasaidia. Tutasonga. Shikamoo. Marahaba. Jambo damu, jambo. Hali vipi? Pole na kazi. Asante. Ongera, naongera kwa kuwa na watoto Nashukuru sana nashukuru sana, mimi nashukuru sana, na kiukweli kabisa tunakuomba sana utusaidie sana sana, kwa sababu tunaamini ni rais ambaye unatetea wanyonge na kusaidia wanyonge, na sisi vijana wako tuna wanyonge wetu, tunaomba utusaidie, kwa sababu utakuwa umeokoa nafikiri familia nyingi, kwa sababu tuna familia tuna watoto kama hivyo na watu, tu watu wengine tunategemea mziki ili tuweze kujiajiri na kuliingizia pato taifa. Nafikiri tukiweka system nzuri ambayo itaweza kulipia kodi, kwa sababu sisi tuna utawala kulipa kodi, kama mimi nilipa kodi mzuri, nafikiri kwa watu wengine pia nimeweka mfumo pia wafuate hivyo hivyo, itasaidia sana, sana, sana sana kuingizia pato taifa na sisi pia kupata at least riziki na kujenga nchi yetu. Asante sana, nimekusikia Naam. Lakini na kupongeza sana na, na kuzidi kuitangaza Tanzania katika masuala ya muziki. Nashukuru sana. Sana wapongeza. Wanamuziki wote hata wale wanaoigiza nawapenda sana, wal ulawadu <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <Santeri jamani. Naam. laughs> na kadhalika asante na saabukuu asante sana haya, asanteni, asanteni jamani, tunaamini jipetu tatumbulia hero Mheshimiwa Rais. Uh, uh, <laughs> asante sana mheshimiwa rais, tunakutakia siku njema, na asante sana kwa kuangalia Clouds TV, tuendelee kusaidia, asante.